Karibu sana ndugu yangu kwenye Nuhu Online TV. Mimi ni Ana na hapa ndipo unapokuja kupata elimu, maarifa na mtazamo wa tofauti kabisa juu ya mambo yanayogusa jamii yetu moja kwa moja. Leo tuna mada kali sana, namna ambavyo internet imemsaidia Askofu Josephat Gwajima kusambaza taarifa zake, kufikia watu wengi na kuendelea kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa Tanzania na hata nje ya nchi. Kama hii ni mara yako ya kwanza, karibu sana kwenye familia yetu. Bonyeza kitufe cha subscribe kisha gonga kengele ili usipitwe na chochote. Miaka ya nyuma kama mtu alikuwa na ujumbe hasa wa kiroho au kijamii, ilibidi afanye mikutano mikubwa, aweke matangazo ya redio au kungojea magazeti. Ujumbe ulikuwa unachukua muda sana kufika kwa watu. Wakati mwingine, hata watu waliokuwa na ujumbe mzuri walibaki kimya kwa sababu hawakuwa na jukwaa. Lakini sasa mambo yamebadilika. Kwa msaada wa internet, mtu akiwa na simu yake ya mkononi tu, anaweza kuongea na dunia. Askofu Gwajima ni mfano hai wa mtu ambaye ameielewa hii teknolojia na kuibadilisha kuwa chombo cha kuifikia dunia. Ana mitandao mikubwa sana: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok hadi Telegram. Anafanya live za maelfu ya watazamaji, anaweka video zenye ujumbe mzito, na ndani ya saa moja tayari video hiyo imefika kwa maelfu ya watu, wengine wakiwa Marekani, Kenya au Australia. Tuchambue kwa undani. Facebook, hapa askofu huweka matangazo, nukuu na pia kufanya live. YouTube, hapa ndipo hutupia mahubiri yake yote marefu kwa ubora wa hali ya juu. Hii ni kwa sababu watu sasa wanapenda kuona na kusikia, sio kusoma peke yake. Instagram na TikTok, hizi ni kwa ajili ya clips fupi zile za sekunde 30 hadi dakika moja. Lakini usidharau clip moja tu ya maneno ya hekima, inaweza kuenea hadi ikawa viral. Moja ya mapinduzi makubwa ni huduma za live. Askofu anapohubiri, hata kama uko kijijini au nchi ya mbali, unaweza kushiriki ibada hiyo moja kwa moja na pale pale unashuhudia miujiza, mafundisho na kuungana na waumini wengine kwa njia ya maoni ya moja kwa moja. Usisahau pia nguvu ya makundi ya WhatsApp na Telegram. Kuna mamia ya makundi ambayo kila siku yanapokea clips, nukuu na updates za Gwajima. Kila mshiriki anapotuma kwa marafiki zake, ujumbe unazidi kuenea, ni kama moto kwenye nyasi kavu. Tovuti kama Millard Ayo, Global Publishers na zingine huwa zinachukua hotuba au matamko yake na kuyatangaza haraka. Hii inamjenga zaidi kama mtu mwenye taarifa zinazoheshimiwa na vyombo vya habari. Hii ni njia nyingine ya kusambaza taarifa na kuongeza ushawishi. Leo hii Askofu Gwajima sio tu kiongozi wa kiroho, ni brand inayotambulika. Watu humtazama kama mtu mwenye misimamo, mwenye sauti ya umma, na anayejua kutumia teknolojia kwa mawasiliano. Huu ni mfano kwa kila kijana mfanyabiashara, au mwanaharakati kwamba unaweza kutumia simu yako kujenga ushawishi chanya duniani. Sasa, ndugu yangu, unaweza kujiuliza, mimi sio Gwajima itanisaidia vipi? Ukweli ni kwamba wewe pia unaweza kuanza sasa. Unaweza kuwa na ujumbe, biashara, elimo au hata ushauri wa maisha. Ukiutumia internet vizuri, unaweza kuwafikia watu, kubadilisha maisha yao na hata kujiingizia kipato halali. Leo tumekuwa na somo kubwa. Tumeona jinsi Askofu Gwajima alivyotumia internet kwa mafanikio makubwa. Hii ni changamoto kwetu sote. Tuitumie internet kwa njia sahihi ya kujenga, siyo kubomoa. Natumai umependa video hii. Tafadhali, kama umejifunza kitu leo, ukilike, andika maoni yako, tujadiliane, bonyeza subscribe na kengele, na zaidi ya yote, share video hii kwa watu wengine ili wajifunze kama wewe. Mimi ni Ana kutoka Nuhu Online TV. Asante kwa kuwa nami, Mungu akubariki, tutaonana kwenye video ijayo.